Akizungumza wakati wa matumbuizo ya muziki ya dekania ya Wundanyi na Bura yaliyofanyika katika kanisa Katoliki la Mama wa Mlima Karmeli, parokia ya Lushangonyi, Padri Chome amesisitiza kuwa ni vyema vijana ya kujiunga na kwaya katika makanisa yao, kwani ni njia mojawapo ya kushiriki kikamilifu katika huduma ya kanisa na kuijenga jamii ya ya waumini. Watu wazima, vijana tumeona, isipokuwa parokia moja tu ya Mwatate, parokia hizo zote zingine, wengi ni wale wa umri ya kati ya miaka 35 kuendelea. Kwa hivyo ni wito kwa vijana ya kuwa kweli mnastahili kumtumikia Mwenyezi Mungu katika hali na uwezo ambao Mwenyezi Mungu amekupatia. Muko na nguvu, muko na nguvu, muko na uwezo, muko na maarifa. Naomba mkaweze kutumia talanta hizo nyingi ambazo mko nazo ili kumtumikia Mwenyezi Mungu na hasa katika uimbaji. Wito huu umeungwa mkono na viongozi mbalimbali wa kwaya kutoka dekania zote mbili waliowahimiza vijana kujitokeza kwa wingi na kuungana kwa upendo wa Kristo kupitia huduma ya uimbaji. Vijana pia ninawashauri waweze kujiunga na kwaya, kwa sababu ukiwa katika kwaya utaepuka na mambo mengi sana, so ukijiunga na kwaya utakuwa mahali pasawa, na pia ni kumwimbia Mungu si kumwimbia mtu ama kumwimbia nani, bali ni kumwimbia Mungu. Kwa hivyo, vijana pia, ningependa kuwahimiza wakaweze kujiunga na kwaya wakaweze kumwimbia Mungu. Napenda tu vijana, tafadhali wajihusishe na uimbaji. Uimbaji ni kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo sote tujihusishe kwa uimbaji <Satimusia> Matumbuizo haya yamehudhuriwa na kwaya kutoka parokia mbalimbali kwa mbwembwe na furaha tele ikitawala anga ya Kanisa Katoliki la Mama wa Mlima Karmeli Lushangonyi. Ni changamoto ambayo imeweza kutolewa kwa vijana katika taifa la Kenya kuweza kujiunga na kwaya na kuwa na imani katika Kristu. Nikiripotia kutoka Lushangonyi, kaunti ya Taita Taveta, jina langu ni Gabriel Mwakoma.